Na sisi kwenye chama chetu tumekusudia baada ya Ramadhani, tukayaonesha yale yote ambayo ni makosa. Tushayaonesha kwa miaka minne, haya hajafanywa kazi, lakini kwa sababu Ramadhani hii imeleta neema ya kwamba kumbe tu, sote tunataka amani, tutakwenda kuyaonesha tena kwamba kuna watu ishirini na moja elfu hawa hawakupewa zanaidii hawakuingizwa kwenye kuja kuwa hesabu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 Watu wa Nungu niambie, tunalokwenda kuliomba pia jengine eh, kwamba kuna watu 82000 walitolewa kwenye daftari ishirini ishirini, kinyume na utaratibu, sharia inavyosema ya uchaguzi, na utaratibu uliotumika kuwatoa sio sawa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 nilikuwa katibu mkuu ambaye tume ya uchaguzi ilikuwa chini yangu, na mimi na mzee Abdrahmani Mwinyi Mbegu ndio tukaitwa kwa Mkapa kwenda kueleza uchaguzi wa marudio utafanyika lini, wa majimbo kumi na sita. Ndio tulioitwa tuletwa ndege ya serikali, tukaitwa Dar es Salaam twende tukatoe taarifa, mimi na mzee Abrahamani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 lakini kuna watu ambao wa hawastahiki zaidi ya elfu sitini wamepewa ZanID, walioandikishwa ndo, tumo, tunafanya hesabu, tutakwenda kusema. Maana hiyo si ndio misingi ya kujenga haki? Aliyemo asiingie, si ndio? Wengine hawa shemegi zetu, wakwe zetu, lakini mkwe shemegi harisi